Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko anayemaliza muda wake Fideli Chiza Ndelego amesema baraza hilo linaondoka likiwa na mafanikio rukuki ya miradi ikiwemo ujenzi wa stendi ya kisasa, ujenzi wa masoko, hospitali ya wilaya, barabara na shule za msingi na sekondari. Mafanikio haya tunalazimika kumshukuru na kumpongeza Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassani. Ndugu zangu, nafikiri wa Tanzania tukiwemo jamii ya Wanagakonko tumeyaona majeuzi na mapinduzi makubwa katika kipindi hiki cha kuanzia mwaka wa fedha 2020 2025 mpaka siku hii ya leo Juni 20, 2025, kwa maana ya mwaka wa fedha 25 26, tumepata mafanikio makubwa katika sekta zote, sekta za kiuchumi lakini na sekta za kijamii, lakini lipo jambo muhimu ambalo matokeo yake yatakuja kuonekana mbele ni suala zima la maendeleo na ustawi wa wananchi wetu wa